Ah, Mungu wetu mwema na mwaminifu, ninakushukuru tena Bwana kwa ajili ya siku tena, hii tena Bwana, hii ambayo Bwana imekupendeza tena tuendelee kujifunza ambayo imekupendeza Bwana, semina hii iweze kuendelea nami. Nakushukuru Bwana kwa sababu bado neema yako iko pamoja nami, bado unaendelea kunishika mkono unaendelea kuniongoza. Asante Bwana kwa sababu ya hiki kitu ambacho umekifunua kwetu ili tuweze kujifunza na kukielewa. Ninakushukuru tena Bwana kwa ajili ya watu wako hawa ambao Bwana umewapa neema ya kusikia, lakini wapo ambao watayapata mafundisho haya e, katika platform mbalimbali na media. Bwana ukawape neema ya usikivu, ukawape neema ya kuelewa na kufanyia kazi, kwa damu yako Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema na mwaminifu, hautanyamaza kwa ajili yetu, utakuwa pamoja nasi, utatupa neema ya kuelewa swala la unyakuo Baba tusaidie katika yote, tukauone uzima wako wa milele katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru Bwana kwa sababu uwezo wako utakuwa pamoja nami, utaniongoza na kunishika mkono katika jina la Yesu amen. Ya, tunaendelea, tunaendelea na somo letu la unyakuo e, na kuna baadhi ya mambo niliweza kuyazungumza siku ya jana usiku na nikasema swala hili uh, limekaa katika hatua ambazo bwana Yesu ameweza kuziweka wazi, na kama ambavyo jana nimeweza kutembea nazo uh, kwa wale ambao waliweza kuhudhuria siku ya jana usiku, niliweza kutembea nazo kwa sehemu uh, kama nilivyotangulia kusema, nilisema nilisema kuwa Uh, kuna hatua tofauti ambazo ziko tatu zitakazoambatana na kuja kwa uh, Bwana Yesu kulichukua kanisa lake. Na hatua ya kwanza niliweza kuzungumza ni hii kwamba Bwana atashuka eh, kutoka mbinguni na mwaliko. Eh, lakini na hatua ya pili Bwana atashuka na sauti ya malaika mkuu, na hatua ya tatu Bwana atashuka na parapanda ya Mungu. ina, kwamba. Kwa nini? Hii inaashiria kwamba kuja kwa Bwana kutakuwa ni kwa hatua za kufuata tu, na sio ghafula kama ambavyo wengi e, wamekuwa wakijua au wamekuwa wakielezwa. Kwa hiyo tunapaswa kuzitambua e, hizo hatua zote tatu ili tusiwe gizani kwa jinsi e, hiyo siku e, zitakavyozidi kukaribia, na niliweza kuzungumza zaidi nikakupitisha kwa namna ya baadhi ya vifungu kadhaa lakini pia leo nitapita kama kusamalize kwenye hiyo hatua ya kwanza e, ya kwamba Bwana atakuja na mwaliko. Hiyo tunaipata katika Wathesalonika wa kwanza sura 4 na mstari wa kumi na sita, ambapo Biblia ambao inasema kwamba Bwana atashuka kutoka mbinguni e, pamoja na mwaliko. Sasa hili neno mwaliko kama linavyozungumzwa hapo halimaanishi ule mwaliko e, kama mtu anavyoweza kualikwa kwenye sherehe fulani. Hapana, bali hiyo inamaanisha E, ni zile kelele za nguvu zinazoambatana na nini, na ndelemo na vifijo e, kuashiria kuwa mtu fulani ni wa kipekee anakaribia kuwasili, mfano rais au bwana arusi na kadhalika. Hii hey, ni kwa kusudi la kumfanya mtu e, anayemgojea kujiweka tayari kwa ajili ya kumlaki atakapofika langoni mwake, ili isiyo ghafla kwa upande wake. Kwa hiyo ujio wake hauna ughafla e, ujio wake ni kitu ambacho kimeelezwa vizuri na niliweza kutembea nacho jana e, kwa mapana sana e. Kwa hiyo huu mwaliko ni uamshi wa roho ambao unatangaza ujio wa Bwana Yesu e, kulichukua kanisa lake na watu waweze kujiweka tayari kumpokea Bwana wao, kama tulivyoangalia katika ile Mathayo e, 25:6 na ilipofika usiku wa manane Eh, pakawa na kelele, bwana harusi anakuja. Sasa huu mwaliko ulianza kwa njia ya sauti, lakini pia kumbuka, kumbuka, kumbuka sauti hiyo ya mwaliko ilianza kusikika kutoka mbali, na ilivyokuwa inazidi kukaribia, ndivyo ilivyozidi kuwa kubwa zaidi. Hivyo sauti ya mwaliko wa kanisa hili la mwisho eh, Laodikia ni kali kuliko ilivyokuwa kwa kanisa lile la tano au la sita, kwa sababu Bwana yupo mlangoni eh. Kufika mtwa yule eh, mwanawali mwerevu aliyeitii sauti ya mwaliko. Lakini pia kumbuka kwamba, uh, ujumbe tunaoona hivi sasa ni kutoka kabisa katika mifumo eh, eh, ya baadhi ya madhehebu ambayo yanajaribu kutengeneza system nzuri kwa ajili ya kuandaa watu na kuwakumbusha E, Luka 12 ile 35 Biblia nasema, viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka. 36 mm, ninyi iweni kama watu wanaomgoja bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja eh, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heli mtumwa, heli watumwa wale ambao bwana wao wajapo atawakuta wanakesha. Amini nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili eh, au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heli watumwa hao. Unaona hapo sasa. Kwa hiyo mwaliko wa kuja kwa bwana ulishaanza tangu wakati wa kanisa la tano na la sita na unaendelea na rasaba na kwa hiyo kama hautaweza kuisikiliza eh, ni sauti ya mwaliko eh, na kujiweka tayari kumpokea Bwana eh, kuwa Mwokozi wako, na kwa kupokea Roho Mtakatifu na kuishi maisha ya mpendezayo Mungu ya utakatifu sawasawa na neno lake eh, na sio sawasawa na dhehebu lako ninachokizungumzia sio madhehebu. Wakati mwingine madhehebu yamekuwa akituweka katika mazingira ya mgawanyiko. Nataka nikuambie kwamba hautaweza kuendelea na hatua ambayo inaweza kufuata hapo mbele, na hautaijua kabisa. Utafanana na wale wanawali wapumbavu waliokosa mafuta katika taa zao. Kwa hiyo ndugu zangu, tujue kabisa kwamba tunaishi katika nyakati au e, wakati ambao ni wa matenganisho. Bwana anawatenga wanawali werevu kutoka katika wanawali wapumbavu, na anawatenga, anayatenga magugu na ngano. E, magugu atawatuma watu wake, yaani manabii wa uongo e, huyo ni shetani, watayafunga matita matita, yaani kwenye madhehebu. Na ngano e, na hizo ngano, atawatuma watumishi wake e, wayakusanye kwa ajili ya unyakuo, yaani ghalani mwake. Eh, sasa na hatua ya pili ni uh, hii ambayo nilimeweza kuizungumza kwamba Bwana atashuka na sauti ya malaika mkuu, hiyo wa Tesalonike wa kwanza sura 4 mstari wa 16. Sasa hii ni hatua ya pili na hii hatua itawahusu tu wale waliokwisha kuisikia sauti ya mwaliko, yaani wanawali wale werevu, wale ambao wamekwisha weka taa zao tayari wakiwa na mafuta ya ziada ambayo ni Roho Mtakatifu eh? na ya roho ya ufunuo ya kutaka kumjua Mungu zaidi eh, na zaidi pasipo kumzimisha ndani yao. Hawa ndio wale wanawali wenye busara, kwayo tunapasa tujiulize, hii sauti ya malaika mkuu ni ipi? Na ndio maana ukirejea katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na ule mstari wake wa kwanza mpaka wa saba Biblia inasema kwamba nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo ya moto, na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa; akakiweka, akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi naye akalia kwa sauti kuu kama simba ngurumavyo, na alipolia zile ngurumo saba zikatoa sauti. Hata ngurumo saba, ziliz... hata ngurumo saba zilipotoa sauti zao, na alikuwa tayari kuandika, nami nilisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo saba, huyaandike na yule malaika na yule malaika nilimwona akisimama juu ya bahali na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni, akaapa akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahali na vitu vilivyomo, eh, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya isipokuwa katika siku ya sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Naona kitu hicho sasa. Huyu malaika mwenye nguvu anayezungumziwa hapa akishuka kutoka mbinguni ni Bwana Yesu Kristo. Kumbuka neno malaika, maana yake ni mjumbe, na Bwana Yesu anajulikana kama mjumbe wa agano jipya katika Malaki tatu moja. Angalieni, namtuma mjumbe wangu, naye atatengeneza njia mbele yangu, naye ya Bwana mnayemtafuta atalijia hekalu lake ghafula, naam yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi. Na hapo, na hapo kwenye ufunuo anaonekana akiwa ameshika kitabu kidogo na hichi kitabu kidogo si kingine zaidi ya kitabu cha ukombozi wa mwanadamu, ndio kile kilichokuwa kimetiwa mihuri saba katika ile Ufunuo sita. Na tunasoma pia aliapa na kutakuwa, ali, aliapa hakutakuwa na wakati baada ya hapa, kuashiria kuwa muda utakaokuwa umeisha, wakati atakapokuwa anazungumza. Tunaona pia alipokuwa alipo akelea kwa sauti kuu kama simba ngulumavyo zile ngulumo saba zikatoa sauti ambazo Yohana ambazo huyu aliambiwa asiziandike. Eh, hizo ni siri ambazo hazijarekodiwa mahali popote katika Biblia. Ni siri zitakazokuja kujifichua eh, zitakazokuja kufichuliwa katika hatua hii ya pili na ni kwa ajili tu ya kumpa bibi harusi imani ya kwenda katika unyakuo. Bwana asifiwe, sijui tunaelewana. Kwa hiyo hii sauti e, ya malaika mkuu ni siri ya zile ngurumo saba ambazo, e, zitakuja kuhubiliwa kwa bibi harusi aliyoko ulimwenguni kote. Hizi ngurumo saba e, zitakapotoa sauti zao, ndipo bibi harusi atakapo, ndipo bibi harusi pale atakapoweza kupata imani kamili ya kwenda kwenye unyakuo. Katika uamsho huu yatahubiliwa mambo ambayo hayajaandikwa katika Biblia. Haimaanishi kwamba eh, yatapingana na Biblia. Hapana, bali ni mambo ambayo yatakuwa yamerekodiwa, yame, yatakuwa katika Biblia, yatakuwa ni ufunuo wa mambo mapya, yaani mahususi tu kwa wale Wakristo ambao wameitikia ule wito wa sauti ya mwili wa, wa, wa, wa ule mwaliko, na uamsho huo utakuwa wa watu wote duniani. Mungu alikuwa na makusudi. kwa nini alimwambia Yohana asiziandike zile ngurumo saba? <coughs> kwa wakati ule. E, ni kwa sababu maalumu zije zifunuliwe kipindi cha siku za mwisho katika hatua na katika hatua hii ya pili kwa bibi harusi eh? wa Kristo aliyewekwa tayari ni siri zilizoandikwa katika kile kitabu kidogo kilichokuwa kimeweza kushikwa na yule maraika mkuu yaani Yesu Kristo wakati huo hizo ngurumo zitakapokuwa zinatoa sauti zao, hawa wengine hawatafahamu chochote, kwa wataona kama ni imani mpya imezuka tu duniani. Lakini walio na Roho Mtakatifu kweli kweli watafahamu kwamba eh, kwamba huu ni wakati, na watafahamu kwa uwezo wake na kutambatana na maagizo ya kufuata mahususi eh, kwa bibi harusi wa kweli kwa hiyo hiyo huyo malaika mkuu tuliyemsoma hapa kwenye hicho kwenye hiyo wa Thesalonike wa kwanza 4:16 ndiye huyo tunayemuona katika nini, katika kitabu cha Ufunuo sura ya kumi aliyetoa zile ngurumo saba na sio mwingine zaidi, ni bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo lazima tuweze kuelewa na kujifunza, na, na namalizia hii hatua ya tatu, na hii hatua ya tatu kama nilivyozungumza, hatua hii ni ya eh, mwisho kabisa na inawahusu inahusu ni parapanda ya Mungu, na wakisoma katika hiyo hiyo e, wa Tesalonike wa kwanza 4:16, inasema Bwana atashuka na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai e, tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo na hivyo tutakuwa pamoja na, pa na Bwana milele. hii ni sauti ya palapanda ya Yesu na ni kwa wafu. Hii ni sauti ya palapanda ya Yesu kwa wafu kwa ajili ya ufufuo. Hapa ndipo wafu watakapoweza kuisikia sauti ya Mungu ikiwaita huko waliko, na watafufuka na kuivaa miili ya utukufu na kuungana pamoja eh, na wale walio hai na kwenda kumlaki Bwana mawinguni. Na huu ni ule, na huu ni mfano kama vile ule wa Lazaro alivyoweza kuisikia sauti ya Bwana ilipomwambia njoo huku, katika Yohana 11:43 naye akafufuka, ndivyo itakavyokuwa wakati wa wafu waliokufa katika Kristo siku ile watakapoisikia ile sauti ya parapanda ya mwisho. Yohana 3:25 inasema, amini amini, amini, nawaambia saa na inakuja na saa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiayo watakuwa hai. Kama nilivyoweza kutangulia, kuna hizo hatua tatu na hii ndio hatua ya mwisho, na sisi tulio hai miili yetu itabadilishwa na kufumba na kufumbua na kuungana na waliofufuliwa kwenda mbinguni katikati, wewe tutaungana na wale ambao wamefufuliwa eh, na kwenda mbinguni kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na sio Wakristo wote watanyakuliwa, bali wale tu walioitikia ule mwaliko na sauti ya malaika na hatua hii inafananishwa na, na check in progress katika zile safari za ndege. Ambao wamepanda na ndege wanaelewa check in progress. Lakini pia na ukumbuke, na sio e, watu wote watakaweza kufahamu kama unyakuo umepita. Watu wasiofahamu wataendelea na shughuli zao tu kama kawaida, na itakuwa ni siri. Hakutatokea vurugu zozote wala ajali mabarabarani kama ambavyo watu wamekuwa e, wakielewa waki na kutokea baadhi e, na kuelewa kama labda kutatokea na mpinga Kristo. Hapana, Sijui unanielewa? Lakini na siku hiyo, wengi hawatamjua mpinga Kristo wala chapa yake, kwa sababu hata kuja akiwa na mapembe, atakuwa ni mtu ameheshimika sana na kukubalika na dunia. Atakuja na kivuli cha amani, na atapendwa na wengi, na atakuwa ni mtu wa kidini sana, na anashika hata Biblia, lakini ndani yake ni utendaji kazi wa shetani wenyewe, na <coughs> atawadanganya wengi. Eh, waipokee ile chapa. Na ni muhimu pia kufahamu kwenye habari ya namba 666, sio chapa ya mnyama hiyo ni jina la mnyama na sio chapa yake. Chapa yake ni kitu kingine kabisa. Hey, nataka nikufumbue macho hapa kidogo. Na ikiwa namba mia sita sitini na sita ndio chapa yake, watu wengi pia siku hiyo wataikataa, lakini siku hiyo mamilioni ya watu wataipokea kwa sababu eh, hawataijua Hivyo ni kuwa makini sana na hizi nyakati ndugu mpendwa, ujue mpaka wakati huu tuliopo, unyakuo umeshakwisha kuanza, na hatua ya kwanza ya mwaliko ndiyo tuliopo sasa. Ni wakati wa kutengeneza taa zetu, tuhakikishe tumepokea Roho Mtakatifu na tumeitikia vizuri ujumbe wa saa hii, ambao ni kurudi katika Ukristo wa Biblia na kutoka katika mifumo ya madhehebu ambayo yamewapotosha watu wengi sana. Macho yao wameshindwa kuona mbele, imewasababishia wafanye uasherati na yule mama wa makahaba katika Ufunuo wa 17, ambao ni kanisa la Roma. Lakini katika hatua inayofuata itakuwa ni zile ngulumo saba na, na watakaoweza kuzipokea ni wale eh, mabikra safi na hiyo ndio hatua tunayoisubilia hata sasa, na iko mbioni kutokea. Uamsho mkubwa unakuja mbeleni. Siri hizo hazitaweza kueleweka na mtu wa kawaida asiyeweza kuwa na Roho Mtakatifu, lakini kisha baada ya hapo ni palapanda, hapo ni palapanda ya mwisho sasa ya kwenda kumlaki Bwana mawinguni, ambapo wafu watafufuliwa na sisi tutaungana nao. Sijui naeleweka. Lakini unaweza ukasoma katika wa Tesalonika wa, wa, wa, wa kwanza tano. Lakini ndugu, kwa habari ya nyakati za majira, hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku bwana yu siku, siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati asemapo kuna amani ni salama, ndipo uharibifu wajiapo ghafla, kama vile utungu mjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa bali ninyi ndugu, hamo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe, na kwa kuwa tunamjua Mungu pekee, tusinyamaze.